Okay, bwana kutoka Mwanza, ligi inakaribia kukamilika. Mpaka sasa hivi debate kubwa ni mfungaji bora, MVP, goalkeeper na kocha bora. Kwako imekuaje umewaona mpaka sasa? Inshallah kabisa. Kwanza mimi ni shabiki wa Yanga kindakindaki. Ndio. kocha bora nitampatia Fedru Dadi, Fadilu. Ndio? umeamua kumbariki mtani? Nimeamua <laughs> kumbariki utani. Ndio. mchezaji bora MVP nitampatia Pacome Zouzoua. Okay Kiungo bora nitampatia Faisali yeah. Mfungaji bora anajieleza ni hawa yeah. Japokuwa bado kuna game mbili zinaweza zikabadili maamuzi kwa mm chochote -hmm. kitakachotokea kwa ni kita mzizi uh, kipi ambacho kina, kina, kimekupelekea kime, kime uh, kumpa Fadilu huo ukocha, ukocha bora? ni kwa sababu hii fukuza fukuza makocha imembakiza yeye peke yake, hapana. mm. alivyo struggle na timu kuitengeneza mm kwa sababu ambao mimi nimeweza kumpatia ukocha bora tofauti na Edu, tofauti na kocha wetu wa Yanga Kanspai mm. Yeye kafika ndio timu inafanya vizuri, lakini ana advantage ya wachezaji, lakini Fredu pale kafika muunganiko walikuwa upo, kapambana kustago kuiweka Simba katika mazingira aliyo sahihi. E bana, mimi nikushukuru sana, nikupongeza pia, ushabiki umeweka pembeni, kuna wengine <laughs> angesema kocha bora Hamdi. Hmm. Hamdi yupi? <laughs> <laughs> <laughs> eh, kwanza mi nianze na kocha bora nampa Fadru. mm -hmm. yapo mi ni mwananchi yeah. Goli, kipa bora bado iko wazi, maana klishiti mbili tofauti, wakishiti mbili na, maana bado yeyote anaweza akachukua maana yeah. mechi zimebakia mbili na hizo hizo mbili unaweza ukapigwa na, yeah. <laughs> na matokeo yakabadilika yeah. mche, mfungaji bora bado ipo wazi na yenyewe, mtu anaweza akaika hat-trick hapo anaweza akapiga goli tatu siku moja, au mechi zipo mbili, anaweza akapiga mbili leo, inayofuata tena mbili, maisha yakabadilika e. E, ila wenyewe wanaogombania wanafahamika mm. Kwa mchezaji bora Pakome kwa kweli alideserve kupata hiyo nani tuzo mm. Ni kitu gani ambacho ni eh, cha ziada Pakome amekifanya msimu huu, kwa sababu ukitoa kwa sababu majeraha yalimweka nje, watu walidhania kwamba anaweza aka akastrago kidogo. Kipi ambacho kinawaaminisha nye kama mashabiki wa Yanga na mashabiki wa mpira kwamba Pakome anastahili u MVP? Um e, ni kweli majeraha yalimweka nje, lakini kila anapotoka majeraha anaonyesha kitu ni yani, kile kile ambacho alionyesha kabla ya kwenda majeraha. Yani kiwango chake akishuki kivile, kama wachezaji mwingine akitoka majeraha anakuwa underperform. Lakini, e, anakuwa lakini yuko vile vile hmm. e, yani, kile ndo kinanipa mimi, uh, uhakika wa kwamba anaweza akapata hiyo tuzo ya uchezaji bora. Okay. Kiwa kiungo bora nampa Fei. Na Fei anas, anastahili kiungo bora. Eh, kiungo bora, beki bora Dick. <laughs> Dickson. Dickson ni jobu. Ah, niko panangu kwanza mimi ni shabiki wa Shaka ndaki ndaki. Mm. Eh, ila kwa beki bora mimi nenda na Dickson job. Okay. Ndio, kipa bora nani? Kamara. Wanasema wanasema bado kuna game mbili hizo, clean sheet sio kitu. Ah, inaweza kubadilika lakini kwa upande wangu mpaka sasa hivi naweza kuwa ni kipa bora. Okay. Lakini kwa kocha bora hiyo haina mjadala ni Fatu Davis. Mm. MVP ni Jean Chazawa. Yeah. Kiungo bora ni Fesa Salum Fitoto. Uto, utofauti wa Pakome pamoja na Awa ambao ndio wanatajwa ku, kuwania hiyo tuzo kwa mujibu wa mashabiki umekuwa wapi msimu huu? Ah, kwa upande wangu naona kwamba Awa anatimiza majukumu yake kwa usahihi sana kama namba kumi ya kisasa kuna mpaka sasa hivi ana goli kumi na sita asisti tisa mchango mm. wa magoli ishirini na tano kitu ambacho hajafanya mchezaji yoyote mpaka muda huu. yeah. Labda takumu zibadiliki katika mechi mbili zinazokuja. Pakom mm. mchezaji mzuri, lakini kwa msimu huu nafikiri au anastahili ndio lakini kocha bora ni Fadul David, ndio mfungaji bora tena, ninamweka huwa ndio hapo, ndio itakaa hiyo kabisa, hakuna mabadiliko, hakuna mabadiliko. Okay, hata itoke, hata itoke, mabadiliko ni magumu sana. Debate ambazo zipo sasa hivi bana ni kocha bora, mm, uh, goliba bora, ndio MVP yeah. Uh, bado hata duniani sasa hivi tunavyoenda baadhi ya ligi zimebadilika. Watu wanaendelea kumjaji golikipa kwa clean sheet. Yeah. Wengi wakiamini clean sheet ni zao la safu nzima ya ushambulizi, yeah, yeah, ya ya, ya timu nzima alafu huyu golikipa tuje tumwangalie kwenye saves. Yeah. Yani sasa hivi tuna tuko kwenye saves versus clean sheet. Yeah. Hii clean sheet, defender kuna muda defender anaokoa mpira, katikati ya mpira, anaokoa mpira katikati ya mstari. Yeah. <laughs> Kumtem golikipa, hapo, kama singekuwa, defender hicho chuma kwa kinazama. hey, hey, kuna muda mwingine uh, goalkeeper anafanya saves za penalti hapo, tunamhesabia kwamba amefanya vizuri yeah. Bado sisi tunaangalia goalkeeper kwa clean sheet yeah. Kwa maana mwanzo ni kabisa ngakuuliza Kamara, vipi mpaka sasa clean sheet? Nimeona hapa nimeangalia, nimeona ana clean sheet 17 yeah. Yala ana clean sheet 15. Kwa hiyo ndani ya game mbili bado wanaweza wanaweza. Kale ni system ambayo inatumika kwenye ligi nyingi sana duniani kumjaji kipa kwa clean sheet. Kwa sababu gani? Mpira um, wa miguu ni mchezo ambao una metric, yani una um, mchezo ambao hauko linear mm. Yani una, una metric nyingi nyingi katikati hapa zina, kwa hiyo unaweza mtu anaweza toka akawa na perception labda ukiwa na clean sheet nyingi wewe ni kipa mzuri. mm. Lakini inawezekana labda timu unazocheza nazo hazifiki golini kwako. Eh. Labda safu yako ya ulinzi ni nzuri sana na kulinda. Mm. Ndio ndio maana unaweza kutaba timu ambazo kidogo zinaonekana magoli kipa wazuri lakini zina kidogo zinafikiwa sana. Mm. Kipa akakosa kwa kigezo hicho. Ah, kwa hiyo ni namna ambavyo tu ligi inaamua iweke masharti yake, sababu hata ukisema weke kigezo kingine labda saves. Unaweza kuta timu labda kama Young Africans hivi si ndio haifikiwi ay, sana si, mm, ndio. Lakini akafanya saves ambazo au akawa na impact ambayo ni direct kwa yake, lakini timu yake si ndio. Lakini huko unaweza kukuta timu imeshuka daraja, kipa ana saves 800 lakini amefungwa goli hata 400 kwa kwa mfano mfano, Aaron Ramsdale mm, alishuka alishuka daraja na, na Southampton. Southampton, yeah. Uh, daraja na Sheffield, yeah. daraja na Sheffield, kashuka daraja na Bournemouth pa mechi ulizocheza, yani kama umefunga magoli machache kwa mechi, unakuwa umeweka kriteria labda, huyo amecheza mechi ishirini na tano Kigezo cha kwanza mm, kwa kwenye hizi mechi ishirini mechi ishirini na nane mm, umefunga magoli kadhaa mm, basi tunaamini ndio kipa bora, tunaamini wewe ndio kipa bora. Atuangalie clean sheet, atuangalie, tunaangalia umefunga magoli machache mm, kwa mechi ngapi?